Yani na wanashanga zanga, yaani kuna mradi zingine zinakuogai Kenya zenye ata tuna shanga zinakua maziwa, yaani imagine siafu ni maziwa. Ndo tuko najua siafu ni maziwa alafu mtu enye unashikwo mtu anashiku jua siafu juu ni maziwa ndoo. Yani ukishika tu, ukishika siafu una sasa saameshiko mpaka wenye eh tuko na najueyo mradi siafu zinatuma sisi tunaziangalia tuko. Eh, lakini sasa hushajua mradi unataka kupeleka wakenya na rada, ukipata uradi kupeleka Wakenya na rada kumesota m mm? tungejua ati kama si news tungejua kama siafu ni maziwa yani yani, unashiku ndo tujue ni maziwa. Kumaisha dozi amekula ni dungapi u Mkenya? yaani kuna mradi zingine jo, mnafaa unapeleka watu na rada kama tunashika, tunashika tuko wengi sasa. Unashika peke yako, uko na uradi, uradi yote tupeleke na rada yeah, tupeleke na rada, wacha kula peke yako mm. wale mbiete macha mbili.